Naam mtazamaji, karibu sasa katika sehemu ya pili ya asubuhi njema, ambapo naangalia yaliyopewa uzito wa juu katika magazeti, nikianza na gazeti Raia Tanzania, katika ukurasa wa kwanza Mapinduzi Burundi: Nkurunziza mgeni wa kudumu nchini. Wajumbe wa msafara wake waanza kutafuta mahali pa kulala na kuishi jijini Dar es Salaam. Taarifa za kupinduliwa zamfikia akiwa Kempiski, huku maraisi wakijiandaa kumjadili. Habari nyingine, mbio za urais: ikulu si wodi ya wagonjwa. Mbunge ataka wanaotiliwa shaka afya zao wajitathmini. Mwamba Mwambalaswa amshangaa Serukamba kutaka asafishwe moja kwa moja sasa ni gazeti Habari Leo. Katika ukurasa wake wa kwanza, EAC yalaani jaribio mapinduzi Burundi, ni tamko baada ya kikao cha saa nne Ikulu. Wataka uchaguzi usitishwe kupisha jazba za kisiasa. Rais Nkurunziza ashindwa kutoa Bujumbura arudi da. Makali ya mvua da kupungua kuanzia Jumamosi. Habari nyingine, budget ya kicheko Zanzibar, wazee wastaafu wasioajiriwa sasa kulipwa pension. Serikali yaibeba elimu, yafuta michango ada za mitihani moja kwa moja sasa ni Rai, nguvu ya hoja. Ukurasa wa kwanza: Mwinyi awaonya wataka uraisi, Magufuli amefeli, wananchi wanapiga mbizi kwenye lami. Na habari nyingine: wabunge walikimbia bunge la bajeti, JWTZ sasa waivuruga ADF na sasa ni gazeti mtanzi, Mtanzania fikra ya kinifu. Ukurasa wa kwanza sekeseke la mapinduzi ya Nkurunziza, hali tete Burundi, mkuu wa majeshi usalama aliyefanya jaribio la mapinduzi aibua wa utata, wananchi washangilia mitaani Bujumbura, Nkurunziza mwenyewe yamfika akiwa daa kuhudhuria mkutano wa kumjadili Kikwete alaani na moja kwa moja sasa ni gazeti Zanzibar Leo katika ukurasa wa kwanza: budget SMZ bilioni 830 ni ya kuimarisha ustawi uchumi. jeshi la mng'oa Nkurunzinza. EAC wapendekeza kuahirishwa uchaguzi. ndege ya serereka mwituni. gazeti jambo leo sasa katika ukurasa wake wa kwa kwanza: mapinduzi Burundi, Nkurunzinza angolewa madarakani, jeshi la chukua uongozi wa nchi Habari nyingine msamaha wa husika escrow bala. Moja kwa moja gazeti Uhuru, ukweli daima. Ikulu sio wodi ya wagonjwa, hii ni kauli ya Lusinde. Ni mahali pa viongozi shupavu makini. Awalipua Mtei, silaha kuwa ni wachovu. Amwagia sifa Kinana kwa uchapakazi. Serukamba awakumbuka Kinangeleja. Hatutambui mapinduzi ya kijeshi Burundi, ni kauli ya JK. EAC yasisitiza Nkurunziza bado raisi. Na sasa ni gazeti Majira katika ukurasa wake wa kwanza, mtumishi ikulu matatani kwa mali za wizi. Rais Burundi apinduliwa, awapasua vichwa. Maraisi wasota ikulu jijini Dar, wakataa kutambua mapinduzi, watoa masharti. Wananchi wajimwaga mitaani, wapongeza wanajeshi. Kigogo CCM atiwa mbaroni, adaiwa kukutwa na viungo mbalimbali vya binadamu. Polisi wanywea kwa madereva wa mabasi. Na sasa ni gazeti Daily News katika ukurasa wake wa kwanza, habari kubwa kabisa aa, mkutano wa wakuu wa nchi jumuiya ya Afrika Mashariki walaani jaribio la mapinduzi Burundi. Haiwezi kutatua e, matatizo ya nchi asema Kikwete. Na moja kwa moja sasa nageukia nyuma kuangalia habari za michezo. Uh, nikianza na gazeti hili Daily News katika ukurasa wa mwisho milioni 84 za wasubiri Taifa Stars Afrika ya Kusini ni iwapo wataibuka mabingwa wa Kombe la Cosafa huko Afrika ya Kusini. Na sasa ni gazeti Majira ya ukurasa wake wa mwisho Stars yaelekeza nguvu zake South Yondan aitolea, a, a, a, aitolea michuano ya Cosafa. Memphis Depay afananishwa na Cristiano Ronaldo na sasa ni gazeti Uhuru katika ukurasa wa mwisho ni onzima kumfuata Ngasa. Habari kubwa imeandikwa hapa, Pakiao arejea nyumbani kwa furaha, mkewe amkataza kugombea tena ubunge, akanusha kutaka kuwania uraisi wa Ufilipino. Na sasa ni gazeti Jambo Leo ukurasa wa mwisho ho arejea Azam FC. Yanga wasema Bidvest njooni. Barcelona yatangulia fainali Ulaya na sasa ni gazeti Zanzibar leo ukurasa wa mwisho. Cop Aitega Simba Sports Club ataka milioni mia moja kusaini mkataba, mshahara milioni kumi na sita Stand United wairuka roof shooting. Na sasa ni gazeti Mtanzania ukurasa wake wa mwisho. Fujin atoa onyo Yanga sita wataka kumrithi Goran. Simba moja kwa moja. Ni gazeti Rai katika ukurasa wake wa mwisho, klabu zimemsaliti wakili Ndumbaro, barua kubwa imeandikwa hapa na sasa ni gazeti Habari Leo, ukurasa wake wa mwisho. Azam yamrejesha Hall watatu kujichimbia Eldoreti. Guardiola aridhika na timu yake. Na sasa ni gazeti hili laitwa Raia Tanzania, katika ukurasa wa mwisho. Kopnovich aondoka Simba. Colchesters atetea uteuzi wake na sasa naangalia habari za michezo katika magazeti yanayoandika habari za michezo, nikianza na gazeti Bingwa ukurasa wake wa kwanza. Yanga jeuri yambakiza Nionzima kwa milioni 150, baada ya kikao cha usiku wa manane. Kopnovich aikomoa Simba. Sanchez, Vidal, Bravo waitwa kikosi cha Chile. Juve yaifuata Basa fainali. Ukurasa wa mwisho, habari kubwa kabisa, wametisha. Juventus yaibania Madrid nyumbani na kutinga fainali moja kwa moja sasa ni gazeti Burudani. Katika ukurasa wake wa kwanza, Kopnovich ataka mishahara ya wachezaji wote Simba Sports Club, na pia kuna habari uh, inasema shema atimkia Ulaya. Katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili Burudani, shikamo Guardiola akiri Messi ndiye Pele mpya, kumwaga Gerardi shilingi milioni tatu. Na sasa ni gazeti Sports Tare, katika ukurasa wa kwanza shilingi milioni mia moja za mfukuza gorani Simba, yondan aigomea Stars, Azam FC yamrudisha stewart hall, ni Juventus versus Barcelona. Ukurasa wa mwisho, kama kawa, kama dawa. Wakati anatua Barcelona, wengi walihoji uwezo wake na hata mkongwe Johan Cruyff alidai ni ngumu kuwa na nahodha wawili ndani ya meli moja, lakini sasa kapiga bao la 52 ndani ya mechi 88. Amefunga bao katika kila mchezo kati ya mechi saba alizocheza karibuni, huku akiwa na mabao 37 katika mechi 47 msimu huu. Huyu ni Neymar atetiko ya mkatalia Griezmann.